Kwa jina Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Na Bwana awe nanyi, ndugu zangu, leo tunasherehekea kupaa Bwana wetu Yesu Kristo, sherehe ambayo tunaadhimisha siku arobaini baada ya Yesu kufuka kutoka hapo wafu, na ni ile imani ambayo tunaikiri sisi zote katika kanuni ya imani yetu. Tunasema kwamba huyu Yesu Kristo alikufa, akazikwa, siku ya tatu akafufuka kadi ya maandiko, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Baba. Ni imani ambayo kila mmoja wetu tunakiri, na tunaona ili aliweza kukaa na wanafunzi wake kwa muda wa kutosha na wako wanakusudia kwamba atatoweka. Na ndiyo tunaona kwamba katika hiyo hali ya kusubaha wao Yesu Kristo aliweza kupaa mbinguni. Tunaona katika andifonia ya kuingia uh, tunasema enyi watu wa Galilaya, mbona umesimama mkitazama mbinguni? Yesu atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Na hiyo hivivyo, tunaona katika msaburi anasema, Mungu amepaha kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu. Ndugu zangu, kukumbukwe ya kwamba mwili wa Kristo ulitukuzwa wakati ule ule alipofufuka katika awafu, lakini tukisema siku arobaini baada ya kufuka kwake ndio alipaa, tunamaanisha kwamba utukufu wake ulifunikwa na alama za ubinadamu wake. Ndugu zangu, wakati ambao tunasherehekea hii sherehe ya leo, tunakumbushwa ya kwamba tusiangalie mbinguni Tusitajabie kuangalia mbinguni, lakini tuangalie duniani, kwa sababu kuna kazi ya kutekeleza tuliyopewa. Mimi na wewe tumepatiwa kazi. Kazi gani? Ya kuhubiri toba na hivyo hivyo maondoleo ya dhambi. Kwa hivyo kuna kazi ya kufanya, usikae tu ukisubiria mazuri. Kuna kazi ya kufanya, usikae tu hapo katika ndoa yako tu, usama yote yameisha meisha, usisubae tu kwa sababu umeacha peke yako. Hapana kuna kazi ya kufanya. Boresha kile ambacho unakifanya, fanya vyema na Mungu ataweza kubariki katika maisha yako. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya kumi na moja na hili somo liko sawa na injili yetu ya leo ambayo inatoka mwinjili Luka sura ya ishirini na nne aya ya arobaini na sita hadi hamsini na tatu Na tunaona katika somo hili, somo la kwanza na injili ni sumulio jinsi Yesu alivyoingia katika utukufu wa Baba yake, ni halama ya jinsi ambayo sisi wanadamu tutaweza kumuiga na kuingia katika makao ya mbinguni ya Baba. Tunaona katika hili somo la kwanza baada ya wakati wa hisi siku wa 40 huyu Yesu aliweza kusema na wao, aliweza kuwafundisha wanafunzi wake, aliweza kula na wao aliweza kuwapatia ahadi na mwishoni akawapatia kazi ya kufanya, kwenda kuhubiri injili kwa kila kiumbe. Na hiyo hiyo ndio tunaiona katika injili ya leo. Yesu anawapatia uh, kazi ya kufanya waweze kuwa mashahidi. Hakuna kusimama bure ni lazima watekeleze kazi ambayo wa Yesu aliwafanyia. Kwa hivyo hawa, ingawa walistaajabia wakitazama mbinguni, tunaona kwamba Yesu aliweza kuwabariki na hivyo hivyo akawapatia kazi ya kufanya. Ndugu zangu, mara nyingi tuna tunasubaha tu katika maisha yetu. Mke wako anakufa halafu unasubaha unastuka, mume wako anakufa alafu unastuka, watoto wako wana shida unastuka Unakosa kazi yako, unafutwa, unastuka. Saa zingine mambo hayaendi vile unavyotaka, unastuka. Huu sio wakati wa kustuka, husio wakati wa kusubaha. Rafiki yangu, husio wakati wa kukaa dee. Huu ni wakati wa kuwaza, unaona ni kitu gani ambacho unapaswa kukifanya. Tunawambiwa au wanafunzi wa Yesu walishinda tu wakiangalia mbinguni, wakisubiria ateremke hivyo hivyo, na ndio tunaona hata Paulo <coughs> katika waraka zake aliwaambia kwamba wafanye kazi, sio tu wakae tu, akisema kwamba ati Yesu atarudi kesho ama kesho kutwa. Ndugu zangu, huu sio wakati wa kusubaha, huu ni wakati wa kufanya kazi. Mke wako amekufa, ama mzee wako amekuacha, fikiria ni kitu gani ambacho unapaswa kufanya, kulea watoto Kazi ulikuwa nayo, ulikuwa unadhania yote yamekuwa sawa, ikaisha. Alafu ukaambiwa enda nyumbani, wacha kufikiria kujinyonga ama kusema kwamba yote yameisha. Fikiria vile utapata kazi nyingine, usisubae ati kwa sababu una pesa. Fikiria utapata pesa wapi. Usianze kukaa tu kwa sababu watoto wamefukuzwa nyumbani, fikiria kitu cha kufanya, sio tu kukaa tu. Waza ni kitu gani ambacho unaweza kukifanya, ndio kuboreshe maisha yako. Wakati ambao unasubaha, ndio utapitwa na wakati, na hapo ndio utakuta wengine wameenda mbali na wewe umebaki hapo tu, ukianza ku complain ukianza kulalamika mambo yalitendeka katika maisha yako na bado unayawazia yale ya, ya kitambo. Umesubaha pale pale ya yale ambayo ya ulikuwa unayafanya. Acha mawazo ya kwamba ulikuwa unaishi vizuri, ulikuwa unatembea vizuri, ulikuwa na gari, ulikuwa na mali. Huwa wakati umeisha wakati ndio ufikiria ni kitu gani kizuri ambacho unapaswa kufanya, lakini ukumbuke kwamba Mungu amekupatia kazi ya kutekeleza na hii kazi utaweza kuitekeleza kama utakuwa mwaminifu katika maisha yako, na ndio anatukumbusha katika somo letu la pili, waraka kwa Ibrania: ametufungulia njia ya kuingia mahali patakatifu upaha kwa Yesu Kristo ametufungulia njia ya kuingia mahali patakatifu, amefungua njia mpya ya wokovu. Basi tuangazie duniani, lakini hatima yetu tukumbuke, ni mbinguni. Nilisema kwamba huu sio wakati tu wa kutazama kule, lakini tutatazama pale ambapo tuko lakini, ingawa tunatazama pale tuko, tunakumbushwa kwamba hatima ya maisha yetu sio mambo ya hapa duniani lakini tukishikilia matumaini tunayongama bila kusitasita, uh, tunaambiwa katika waraka wa Ibrania tutaweza kupata kile ambacho, uh, tumeahidiwa kwa sababu yule ambaye anatuahidia ni mwaminifu. Yesu Kristo ni mwaminifu katika ahadi zake. Sisi tumezaliwa katika dunia hii, lakini sisi sio wa dunia hii. Yesu aliweza kushinda kifo na sisi tutaweza kushinda kifo. Yesu aliweza kushinda majaribu na sisi tutaweza kushinda majaribu. Yeye aliweza kushinda giza na hata wewe utashinda zile ngiza ambazo zinakufunika. Yeye aliweza kushinda shetani katika majaribu, na wewe pia, yale majaribu ambayo unayapata utaweza kuyashinda. Aliweza kushinda majaribu yote, na wewe mwenyewe utaweza kuyashinda. Lakini kumbuka kwamba ni vyema kutanzamia yale ambayo tumepatiwa. Usitazame mbinguni peke yake, ndugu yangu, ni lazima utanzame yale ambayo yatakuwezesha uweze kupata hiyo hatima ambayo tumeitiwa, na hatima ya kwamba hata tukiishi katika hii dunia kuna sehemu ambayo tunaenda. Je, swala ni hili: kama watu wale wengine wanatafuta mbinguni, wewe kwa nini utafute kwa shetani? Watu wanatafuta makao ya milele, kwa nini wewe tu utafute anasa za huko duniani? Wengine wanatafuta waweze kupata tukufu wa Mungu, na wewe tu unang'ang'ania katika haya maisha. Ndugu zangu, tusiweze kudanganyika na maulimwengu Usidanganyike na hapa utosheke na maisha ya hapa. Yesu Kristo ni ishara na ni mfano ya kwamba baada ya maisha yetu hapa duniani tutaweza kumwona Mungu jinsi alivyo, kwa sababu tumeshirikishwa Mungu wake kupitia kwa kifo na ufufuo kwa Yesu Kristo. Ndugu zangu, leo tuchukue nafasi tuweze kujiuliza, ni wapi ambapo tumekwama. Jiangalie kama mtu ambaye amekwama sehemu moja tu na hiyo ndiyo njia ama ni mfano wa kwamba unatazama mbinguni tu na hakuna chochote unachokiona. Umekwama katika hasira, umekwama katika wivu, umekwama katika, uh, katika vitina, umekwama katika kulalamika, umekwama katika kujichukia. Toka ng'oka hapo ambapo umemea, ili uweze kuwa na furaha, uweze kutimiza ile ahadi ambayo Mungu ametujalia katika maisha yetu. Lakini kumbuka hatima ya maisha yetu ni uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Na tuome mama, tunakushukuru kwa baraka nyingi ambazo umetujalia. Umetuambia kwamba tusitazame mbinguni tu, lakini tukumbuke ile kazi ambayo ulitupatia, na tukiwa waaminifu, tutaweza kupata yale yote ambayo tunayatumainia. Tubarikie katika maisha yetu, ili tusikwame katika yale ambayo hayaleti faida lakini yote mazuri yanayotoka kwako yaweze kuwa msingi wa maisha yetu na matumaini yetu. Natomba hayo kwa njia ya Kristu na bwana wetu. Na bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Usisahau kusubscribe ku comment na kushare, ndio tukuwe pamoja katika Living Word Homilies. Nawatakia sherehe njema.